Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma ameipongeza na kuishukuru kamati ya NMB Mapinduzi Cup ya mwaka 2026 kwa jitihada walizofanya katika kuyafikia malengo mahususi ya kombe la shirikisho la Mapinduzi Cup. Ameyasema hayo jana katika hafla maalumu ya uvunjwaji wa kamati ya NMB Mapinduzi Cup katika ukumbi wa New Aman Hotel, wilaya mjini, mkoa wa mjini Magharibi. Amesema kuna haja kubwa ya kuwashukuru wadhamini mbalimbali waliojitoa, kwani wamekuwa sehemu kubwa ya kufanikisha malengo ya kombe la shirikisho la Mapinduzi Cup. Ndugu zangu, leo sisi kwa maneno mengi eh, maneno tumemaliza, tuli tulimaliza tarehe kumi na tatu pale uwanja wa Gombani, lakini kama nilivyosema kushukuru kamati na kamati, nashukuru ripoti ambayo mmenipatia hapa, nimeiangalia kwa haraka haraka na yale ambayo mmeyapendekeza Naomba niseme kwamba wizara tumeyapokea na tutayafanyia kazi ili kuona yanafanikiwa. Na katika hili swala zima la kuunda kamati ndogo ya wizara, hili nalo tutalifanyia kazi kwa haraka. Pia nitumia nafasi hii kuwashukuru wadhamini wetu wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamefanikisha mashindano yetu haya. Naomba nisiwaseme, kwa sababu wenzangu wote wamewataja mmoja baada ya mwingine ila kuna mmoja naomba nimuongezee, kwa sababu na yeye ametufanikishia jambo la wizara yetu ambalo lina mnasaba na mapinduzi yetu matukufu, nalo lilikolila la usiku wa tarehe 12 na la ile tarehe ambayo tulifanya pale Golden Tulip kwa. Pia twashukuru na wenzetu wa Golden Tulip Zanzibar kwa msaada wao, ambao wamefanikisha kufanikisha kwa ile taarabu yetu ya mapinduzi ilisema, nahuyo naye nimuongeze kwa sababu ndio amesherehesha pia kufanikisha ile in kind, kufanikisha taarabu yetu. Na nizipongeza zile kamati ndogo ndogo zote, kwa kweli mmefanya kazi kubwa sana. Maana si kwamba naunda kamati wajume kumi na mbili, nikawa najiuliza kamati hii itatosha, lakini nikasema wanawapakazi ni majembe, na kila mmoja anajua ana vidole kumi, kwa vidole kumi vile kila Kizaa manake tunapata wengi, na alhamdulillah kama ambao tumeomba Mtume Muhammad, tuko wengi. Kamati kubwa ilizaa kamati ndogo ndogo ambayo imefanikisha NMB na Mapinduzi Cup 2026. Lakini kipekee sana sana na kwa heshima kubwa naomba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa kweli haya yote ambayo tunazungumza hapa bila yeye ya singeweza kufanikiwa. Hawa wote ambao wameweza kutudhamini sisi, maana yake wanafanya kazi nzuri na serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kote uliko na tunakuombea afya njema na maisha marefu, Mwenyezi Mungu akujalie. Na jingine ambalo naomba ni nimalizie kusema eh, kwamba kamati imefanya kazi na kwa kweli ndani ya muda mfupi sana na ilikuwa hakuna muujiza, lakini kweli wanasema nia njema ukiziweka mbele mkisafia na nia, basi Mwenyezi Mungu anafungua milango yote, lakini kuwa ya yote uzalendo na commitment ya kufanya. Na katika haya sasa, kuanzia kuundwa kamati yenyewe na kamati kupewa majukumu, basi ilijikomit kufanya kazi na kazi ilifanyika. Kudos kamati yetu, hongereni sana, mmeweza kuyafanikisha. Na kwa ile kamati ndogo ambayo tutaiunda, wajumbe wake tutatangaza hapa, mtaniya radhi, ila mwenyekiti tayari yupo. Kwa mwenyekiti, manake anaanza kazi mara moja. Kwa mwenyekiti, utaanza kazi yale ambayo mapendekezo uliyotoa hapa kwamba kuifanya Mapinduzi Cup yetu kwa kweli hii ni icon ya Wazanzibari, kwa sababu tunavyozungumzia mapinduzi maki ni mapinduzi daima mbele, tutayalinda, tutayatetea, tutayasimamia kwa maslahi mapana ya wazanzibari wote. Kwa hiyo hii ni icon kubwa kwa wenzetu TFF na CAF kutambua, ni swala la msingi. Lakini waswahili wanasema nguo ya Ijumaa siku hizi hufuuliwa Jumatatu. Mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa, aweza kusubiri kufua Alhamisi, ikaja mvua, hakuna upepo, hakuna kitu ko tufue Jumatatu. Kwa hiyo tuanze sasa na mwenyekiti, ndio naanza kukuagiza na hilo, anza nalo tuweze kufanikiwa. Naye mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Makame Machano amesema licha ya changamoto zilizojitokeza kwenye zoezi hilo halikuwafanya wakate tamaa, bali walisimama imara kwa kusudi la kufikia malengo waliojiwekea pia amemkabidhi ripoti nzima huku akisisitiza Mheshimiwa Riziki kuipitia vizuri hasa kwenye mapendekezo ya kuunda kamati ndogo itakayosaidia kusimamia vyema maandalizi yajayo. Mheshimiwa Waziri, shughuli yetu hii, mimi kazi yangu kuja kukukabidhi ripoti. Shughuli yetu hii mwaka huu ilikuwa na baraka kubwa, tunakupongeza wewe Mheshimiwa Waziri, pamoja na uongozi wako ulioingia katika wizara Mumeingia na neema na baraka na ushindi mkubwa, na hiyo imeonekana kwenye kombe la Mapinduzi, kwa sababu mwaka huu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar alisema kwamba hatutofanya sherehe za mapinduzi kama tulivyozizoea kawaida, lakini fainali yako mheshimiwa ndiyo iliyobeba theme yote ya sherehe za mapinduzi kisiwani Pemba. Kwa taarifa yako mheshimiwa waziri, unapewa hongera kubwa, na hongera hizo kazipokea msaidizi wako naibu waziri kutoka kwa mheshimiwa rais siku ile baada ya kumaliza fainali. Hongera sana mheshimiwa waziri, jambo umelifanya kubwa, umeupiga mwingi, kazi nzuri, hongera zako mheshimiwa kamati. Uliitangaza tarehe tatu mwezi wa kumi na mbili 2025 na mashindano yameanza tarehe 26 mwezi huo huo wa 12 2025 kwa maana timu ziliwasili hapa Zanzibar. E, mechi ya kwanza ilichezwa tarehe 28, mheshimiwa, tarehe tatu mpaka tarehe 28 pana mwendo wa wiki mbili. Kwa kweli haikuwa kazi nyepesi wala rahisi, hasa kwangu mimi binafsi tayari nilikwisha kujiweka tayari kusema hii ndo failure ya kwanza, lakini kwa mashirikiano makubwa ya kamati na watu sote tuliopo katika ukumbi huu jambo lile limefanikiwa. Kwa hiyo nasimama hapa kwa niaba yenu nyote ndiyo tulofanikisha swala hiyo. Asanteni sana, big up. Aiza ameongeza kwa kusema kuwa Mashindano yalifikia malengo makubwa waliojiwekea na hatimaye Yanga kuibuka mshindi wa timu bingwa mwaka 2026. Hata hivyo, tunapaswa tulinde utamaduni na kufanya vizuri zaidi kwa miaka ijayo. Mheshimiwa, mashindano yalikwenda vizuri. Timu zote kama tulivyozialika zilifika. Timu ambayo ilitoka nje ya nchi ni URA, ilipata changamoto kwenye usafiri tukaweza kuiweka sawa changamoto hiyo kwa upekee changamoto ndogo tulitaka kujitokeza wakati wa uh, mashindano haya timu ya Yanga, lakini haikuwa dhamira yao ya maksudi, ilitokana na mazingira yaliyokuwepo, kwa sababu mwaka huu tulifanikiwa kwenda kuzitembelea vilabu katika ofisi zao. Tulipokutana nao timu ya Yanga walituambia wazi kwamba hawakuwa na taarifa na kwa sababu kwenye ratiba ya TFF haikuwekwa Mapinduzi Cup na ilitokana kutokana na, kutoka na mazingira ya mwaka huu, kulikuwa kuna AFCON hizi zikiendelea, kwa waliweka kama ni muda wa, wa timu na mambo mengine kuendelea. Baada ya mazungumzo ya kina na viongozi wakuu, kwa msaada wao pamoja na nyinyi viongozi wa wizara, tulifanikiwa timu ya Yanga ikaja kushiriki katika mashindano hayo. Lakini pia kwa upekee timu hiyo ya Yanga ikawa ndio bingwa wa NMB Mapinduzi Cup mwaka 26. Tupigeni makofi. Kamati hiyo ilianzishwa rasmi mnamo tarehe tatu mwezi wa kumi na mbili mwaka 2025 na imevunjwa rasmi tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Amina Lumwecha.